Mpanzu akiondoka, mtacheza mpira juu, hatuwezi kucheza dabi. Dabiega kibepo akuwepo, wanasema kibu alikuwa ametoka. Ubingwa... alikuwa Asante. Na watu wanabeza wanaichukua fainali yenu ya muungano na kile ambacho watani wenu Simba wamekifanya. Wako sawa? Wao walishangilia kombe mpaka watu wa kuvua jezi karibu miezi miwili. Hilo lolo la muungano ambao wanalibeza hmm. Walishangilia pale bandarini na wamenyanyua makwapa kabisa. Na picha zao zipo. Hata sijui utabeza vipi wakati kitu ambacho hoja kipata unakuja baadaye unakuja kumbeza mwenzio. Kikubwa wote tumeingia fainali. Haijalishi. Haijalishi fainali gani? Kikubwa wote tumeingia fainali. Hii na nasikiaje unyonge? Yanga ashavuka sehemu hizo. Yanga alipo saizi ni sehemu nyingine. Anachokifanya yule, hawa anachokifanya hawa, naelewa kwamba Simba ni hawa, katokea ubavuni kwangu, eh, anachokifanya hawa, mimi ni Adamu nishakifanya, kwa hiyo wao wanapozungumza kwamba tumefika fainali Yanga yenye shafika fainali kombe. Ambalo wanalibeza wao, ndo kombe ambalo walinyanyua makwapa ma pale bandarini pale, wanafanya hivi, hilo wanalibeza, ili ile kombe ambalo walipigia makelele mwenye ni, ni mzee wao yule, alizungumza kombe la loza, afu leo wao wanashangilia na jasho linawatoka sasa. Kuna muda mwingine wanaona hawa watu wana akili timamu, kombe walikuwa wanasema kombe la loza, alafu leo hii hao hao ndo wanakuja wanashangilia mpaka jezi ya wavu. Mimi babangu ni Simba kila siku nawaambia, baba, siku ambao wamevuka alipiga simu ngalibu miskolu hamsini. Nikajua babangu hapa mpata matatizo, kumbe ni ule ushamba wa kuvuka hii hatua ambao wamefika. Kwa hiyo siku tu sio mambo mageni na mnaelewa Jessica, wanasema mmeingia fainali kwa mbinde, sawa, lakini tumeingia fainali, si ndio? Hiyo hiyo kwa mbinde fainali, wao wameingia kwa nini? Na wenyewe ni kwa mbinde wameenda, wameshinda, sigoli la nyumbani ndio limewabeba. Basi tucheze mpira, lakini kitu kingine nataka niwaambie tu, umefika sehemu nzuri. Mpira wetu wa Tanzania unakuwa kila siku, na hata hapa alipofika Simba, Yanga alifika. Hii yote ni ubora wa mpira ambao uliopo, uli, uliopo Tanzania. Hivyo mimi nasema hivi, kinachofuata walete kombe ili Tanzania tuweze kuheshimika. Waarabu ilikuwa zamani, siku hizi si kitu chochote. mimi nasema wapambane waweze kubeba kombe walilete nyumbani ili Waarabu wakiona timu za Tanzania waweze kuogopa. Ila alipofika Simba, Yanga alitangulia, mimi naombea dua nzuri, sio? mimi naombea dua nzuri kwa sababu ni timu ya nyumbani, na hivyo nataka tu nizungumze kitu kimoja, wafungwe Nzuri mbaya, wafungwe. Wana midomo jezi, hawafui leo. Siku ya tatu wapambana wanavyoweza wao. Wana midomo sana, jezi hawafui, zinanuka jasho. Leo wiki nzima watu hawafui jezi. Jamani Simba, tunaomba mfue jezi, tunawaombea sawa. Mfungwe huko, kombe bora libaki kulekule kule. Likija kombe hapa najiona, tunajiona kabisa, yani hatutoelewa, ila mimi nawapongeza. Pambaneni mwana. Najua utani wa Simba na Yanga upo. Pambaneni kombe lije nyumbani. Kwa Mkapa utakuwepo kwenye fainali. Ah, sijai uzulia uzuri mimi mechi za Simba. Unajua mashabiki wengi wa Simba, siyo wengi wenye ukarimu ni wachache sana. Ama unakutana na mtu ambaye unafahamiana naye. Kwa hiyo unaweza ukaenda kwa mapenzi lakini mtu anahisi umeenda. Unajua wao wanapenda sana ushirikina. Kwa hiyo akikuona unajua umeenda kutia mkono mechi yao. Mimi nawatakia kila la heri katika mechi yao. Nadhani tarehe kumi na saba wanacheza wapambane washinde nyumbani, kama walivyobebwa kule. Wakishinda nyumbani inakuwa ni kitu kizuri sana kwao. Kwa hiyo wapambane, watakapochukua kombe, mpira tutazidi kupanda zaidi. Nadhani tunashika nafasi ya sita au yangapi? Ah, no kwenye ranki tunashika na nafasi ya ngapi? Tanzania ya sita, ya sita. Sasa Simba akichukua ubingwa tunakuwa na nafasi sasa, tukapanda ya nne, si ndio? Basi mimi ninachosema tuache ule ushabiki wa kusema hivi hivi. Ninachowaombea mimi washinde mechi zao zote, waweze kuleta kombe nyumbani. Mnanijua napenda masiala hivyo, mimi nawaombea mshinde, muweze kuleta kombe nyumbani. huko mnakosema tumeingia fainali, sisi tushapita, tunachotaka nyie mlete kombe nyumbani. Lakini tukiangalia mashabiki wengi wa Simba wanakuwa wanajinadi kwamba tumewafundisha namna ya kupokea wachezaji uh, airport. Tunaona lile nyome ambayo lilikuwa limejaa pale uwanja uh, wa kimataifa wa Mwalimu Julius ilikuwa ni nyomi la kutisha ambao wanasema haijawahi kutokea kwa klabu yoyote hapa nchini. Walikuwa na loli au walikuwa na basi kama la Yanga lile ambalo huwa tunapokelea wachezaji. Ano una hivi nataka waandishi wote wa habari huwa mnashuhudia mna m, m, Yanga ambao tunapokea wachezaji pale ya poti. Paredi ya ubingwa. Pale hiyo pale ya ubingwa ya kawaida huwa mna yani mnaona kabisa. Wao ndo tumewafundisha sisi kwenda kupokea wachezaji na ndo malao ya kwanza kwenda kupokea. Kwa sababu hawajaifika fainali. Sasa, watasemaje sisi wametufundisha? Na ndio maana narudi kule kule. Yule mzee alisema hatuwezi kushiriki kombe la Loza. Hao wao leo wanakuambia wamekufundisha? Asa, mimi na Simba nani kamfundisha mwenzie kufanya paredi, kupokea wachezaji nani? Si mimi ambaye nilienda kumbeba Dida na kumbuka, 2018, 19 tuko pale tuna basi letu la Yanga. Tumeenda kupokea, Yanga amefuzu nadhani. Azama, kumbuka ile brother. Tumeenda kupokea. Wao ndakasema, wa hivyo tu kidogo, mmepita mmeenda kupokea. Unajua point kizuri cha kwao, kibaya cha Yanga. Nataka tu nizungumze saa hizi mpira umekuwa aafu, kuna hivi vitu wanakwambia, mitandao imekuwa mingi sana. Tutoke kule kwa zamani, turudi kwenye mambo ya mitandao, kuangalia wachambuzi wanafanyaje, wanafanya nini. Tuache ule ushamba kusema sisi ndo tunawafundisha mimi. thelathini tano, Simba 36. Nani kamfundisha mwenzi? Nani mkubwa? Ah, nani kamfundisha tumewapa jengo la Simba. Mama Karume kampa jengo, nasema kuja umenifundisha mimi nilokupa jengo ujihifadhi, maskini ya Mungu. Wameenda kupokea hawaelewi, wanafikia wapi? Haya, yanga tunapokea, tuna sehemu. Nataka nione ofisi zao na wenyewe. Wakishachukua hilo kombe, wataliweka kwenye zile store <laughs> au kwenye... sasimba, Maana wale hawana ofisi, ni vibaka wako nazo. Simba ni vibaka. Swali la mwisho Jessica, dabi, yeah, mtacheza? Hatuchezi erisi na zungu dabi. Alex Ngai, viongozi wangu wote wa jumbe, Yanga Makaga ya Dabi, hatuchezi, narudia tena, hatuchezi. Tukicheza viongozi muangalie wapi mtaenda. Ona eh, nadhani Kuna... imesikilizwa jana mwanachama ambaye alitoka I mean Iringa Iringa yule ili. Sasa mimi nataka niseme vitu vya kasi nivia... ni vya injini heresi na viongozi wangu ambao nimeweka madarakani mimi, ni shabiki na ni kiongozi, kwa hiyo hivyo vitu vingine ni viongozi wangu lakin... tunaelekea mwisho wa ligi, zimbaki mechi tatu sasa babu uh... ya nini Sama. Wao ndo walikimbia bingwa Bingu mtakuaje? Nasema hivi, wachague wao, kesi iendelee kasi au dabi kuto kuchezwa. Na ndo maana unaona bodi mambo mawili tu, Yanga wachezi kombe ya mlitaki. Nasema Maka hivi tunachukua. Kombe tunachukua, dabi haichezwi. Narudia tena bro, kombe tunachukua na dabi haichezwi. Mimi kama Jessica Yanga Jessica Manji, narudia tena. Viongozi wa Yanga tumewaweka madarakani sisi, wanachama wa Yanga, tunasema hivi, dabi hatuchezi. Wanachokifanya Simba ni kwamba mpira wa, wa, wa Tanzania wanaugeuza wanavyotaka. Tunataka tuwaonyesha sasa hizi serikali au nataka kusema sheria za mpira zikoje. Unasema wanasema dabi hamchezi ha, lakini kasi wao wame, wameomba eh, dabi isichezwe kabla ya kesi kumalizika, maanake dabi ipo viongozi wako kwa maana hakuna, wako, kwa dabi. Chene, unasema hakuna dabi. Kama mwanachama unasema hivi, nasema hivi. Kama mwanachama na mjumbe wa kale wa Tembo, dabi hakuna. Una sababu, una, una sababu ya msingi ya kusema dabi hakuna? Mpaka sasa sababu ninayo. Cha kwanza, yani mimi mnapokuwa mnasema dabi mnanikumbusha machungu yangu ya kuku. Kwa hiyo naona dabi haichezi, jamani. Inaonekana kama uh, mashabiki wa Yanga mmekuwa waoga sana. Si waoga, ni bora wa Simba ambao hasara ni nyingi. Kuna watu wamepoteza maisha, usiseme uoga. Kuna watu wamepoteza maisha, tumeenda kuzika mbele gawilo. Una watu wametoka nje wa ya nchi ya ya kwa ajili ya dabi. Hivi bodi ya rigi waongee bodi ya rigi na TFF. Waongee na walipe gharama. Gharama za watu na, nani anazilipa? No, Yanga no, nani anazilipa? No, kesi no, shida na maana so, yule kijana angeingia ndani hayo maafa. Angemkuta bodi ya ligi wanakurupuka, saa nne umesema watu njoni uwanjani, saa nane unakuja unasema mechi hakuna, tukuelewe vipi? Jessica wewe, ni mmoja kati ya mashabiki ambao walikuwa wanafanya biashara, na ulisikika maeneo kadha wa kadha wakisema ulipata... biashara ya ulipata hasara mm, ya, ya, ya, ya kuku mm. Uh, pengine dabi nyingine ikija, unachinjaje kuku tena, kwa mtaji upi umechukua, mm, kuku umepeleka milioni mbili za watu, nabaki na milioni moja na laki sita si ndio? katika milioni moja na laki sita nikiuza nakuja kukupa baada ya kumaliza biashara, mechi imeahirishwa, sijui umenielewa. Mechi imefanyaje? wale kuku wa kienyeji naenda kumpa naye, na kila kuku na mnunua shilingi elfu ishirini na tatu, elfu ishirini na nne. Nikiwa mimi ndo mama ndo baba, watoto wangu waendi shule, nilipe kodi, nilipe umeme, nilipe mi sio mama wa nyumbani. Jessica, wito wako sasa kwa mashabiki wa Yanga, lakini wakati kabla ujazungumza wito uh, kuna baadhi ya wadau walikuchangia ninachoshukuru viongozi wangu baadhi, nilipata. Kuna kiongozi wangu mmoja ainipa kama laki nne. Kuna kiongozi wangu mwingine ainipa laki mbili na nusu. Kuna mwingine tena laki mbili. Alafu kuna kakaangu mwingine ni mwanajeshi anaitwa Nordrick, siweza kutaja viongozi kwa sababu nnje, ainipa mm, shilingi elfu hamsini kwao, laki nne, laki mbili na kwa laki sita, laki nane na nusu, kama laki tisa. Hmm. Kumbe uliokota na ulipata uh, uh, faida kabisa? faida, sio kwamba niliokota sikupata faida. Hmm, kwa sababu mzigo wangu ulikuwa ni milioni tatu na laki sita, lakini pia kuna wanachama wa Yanga pia walichanga. Wanachama ambao walichanga ni wakina Goni mm, na bado walioahidi washamaliza. Wale wote mimi sina nao shida, wote walilipa na siku ile ile ni familia, kwa hiyo hmm, walinipa hivyo hmm. Kuna watu wengine ambao waliahidi, siwezi nikasema kwamba jamani, kwa nini mjanipa, uwezi ile, kwa nini mliniahidi hamjanipa uwezi jua ile kitu anatoa mtu kwa mmoja, umeelewa. Kwa hiyo okay, unavyosema tena nichinje tena, hapana. Kwa adabu kitokea, hakuna kuku wa kienyeji, siwezi kuchinja kuku na chinja nini? Si wasiwasi kuku, wako wasiwasi ambao unafikiri so, pengine ni wasiwasi na adabu haitochezwa. Mimi hapa nafikiria labda nichinje kuku Tanga, kwa sababu kuna mashindano pia ya FA FA, sawa naweza nikachinja lakini sio kwenye dabi. Ni Simba imeingia imeingia, Yanga imeingia Simba, imeingia Simba, finali, amo, finali. Sasa sasa, Yanga iali ameingia fainali zamani ya muungano, si muungano. Simba kina mpanzo, mpanzo ni nani bwana, wamejifunga ile mpanzo wa kuepo? Kijili anajifunga mpanzo wa kuepo alikuepo? Hakuepo. Hakucheza dabi. Bado hamjacheza dabi ya mpanzo. Na mkumbuke kwanza, akuepo alikuepo, hakuepo, hakucheza dabi, bado hamjacheza dabi ya mpanzo. Na mkumbuke kwanza, huyo mpanzo wa mkopo huyo mpanzu wa mkopo huyuna mkopo miezi s miezi sita, alafu anataka kwa sababu ya mkopo, kwa sababu ya mkopo, no. Kwa hiyo mpanzo kumbe ni tishio na, na tishio wapi bwana, amna kitu anajitaidi kuwa kama pakome lakini awezi. Unaona ile mechi gani ilikuwa hiyo amanienu, wa kiondoka, kwa amani yenu mpanzu akiondokatachezapila ju hatuwezi kucheza dabi ukukibwnaemaeiga alikuwa kuwepo, wanasema ametoka, ubingwa haupatikani. Lakini alikuwepo kuwepo, asa ubingwa haupatikani. Naona kabisa mnanipiga mande, wanasema ubingwa huwezi kupata bila kubamba Mpanzu, hatuchezi.